Onda oye oh, mheshimiwa wetu tunajivunia, kuongea kumtambulisha mheshimiwa kwa jina refu, jina la like kihistoria, jina ambalo tulikuwa tunalisubiri Arusha kwa hamu kwa kweli. Sasa hivi tunasema mheshimiwa waziri wa sanaa, utamaduni na michezo, alafu hapo hapo ni mbunge wa jimbo la Arusha Mjini. Kwa kweli tunafurahi, kama mnavyoona mambo ni lelelele, tuko hapa tukimsubiri Tuna furaha kubwa, watu wa Arusha, wananchi. Wananchi wote jamani, hali huku ni moto kama mnavyoona. Mambo hana jambo dogo, Arusha ni unakula nyama unanyamaza. Na sisi hapa tuko kwenye nyama kama mnavyoziona. Watu wa Arusha mlioko pembezeni, mambo yameiva, mambo yametaradadi, mje mje tumpokee mpendwa wetu kipenzi wetu tunataka tuje tumwone tumlaki, kama tulivyompendelea tukamchagua na tukampatia kilicho sahihi kwake. Alipata kura za kishindo, lakini ikawa safari ya kwanza kwa wanaarusha kutuletea bingwa. Hatujai kupata waziri, tunajivunia. Nyota imewaka wanaarusha, walisali wakaomba wakasema, tunaye tunamwamini tunamhitaji na tunampenda. Mama kutengua kauli mama, mheshimiwa Rais mama Samia, tunasema asante Asante mama, mama, umetuheshimisha wana Arusha, tunakushukuru sana, umetuheshimisha kwa mambo mawili, tuna kitu kinaitwa Afcon. mnaijua Afcon? Afcon inatua ndani ya Tanzania mkoa wa Arusha, upendelewa wa kiasi gani mama, tunasema asante, umetupatia waziri na umetuletea heshima kutuletea Afcon. kwa hiyo leo tuko hapa, nyama ni unakula nyama na kunyamaza, nyama hazina idadi, ng'ombe hazina idadi, mshindwe mwenyewe kwa majina anaitwa Lightness Judika Mushi au almaarufu Manka, Manka Chicken Moshono. Sisi tuko hapa kama kawaida yetu, ni mimi ni mmoja wa ukundi la Makonda baba Q. huwa mara nyingi tunafurahia sana mheshimiwa mambo makubwa anayoyafanya, na, na tunamshukuru sana na rais kwa kumteua Makonda kama waziri wa habari, utamaduni na michezo. Wana Arusha tuna furaha sana kama kawaida yetu, Makonda babaki, tunasema hatujawahi kupoa wala hatuboi. Tuna furaha kubwa sana tena kwa mara nyingine kuwa na waziri kwenye mkoa wetu. Tuna furaha sana kuwa, tuna, tuna, tumempata mbunge ambao pia ni waziri. Tuna, tuna, tutanufaika kwa ajili ya hapo mahali alipo, na tunamwaahidi, tuna, tutashirikiana naye bega kwa bega kama kawaida yetu sisi tunachofanyaga, tukifurahi huwa tunachomaga nyama kama kawaida yani. Hapa tunamwandalia kwa ajili ya maandalizi ya kumpokea. Tunafuraha kubwa hapa tunapoona kikundi chetu sisi, huwa mambo ya Makonda sisi tunatembea naye, hata hatutaki malipo, tunaenda tu kwa sababu so, tunafuraha na tunamfurahia, tunamkaribisha sana Arusha. Tumemmisi kwa kipindi hichi yote aliyopita, lakini tuko pamoja na yeye bamba tubamba. Tunamshukuru sana rais wetu kwa kutuletea Makonda. Mungu akubariki, karibu sana kwa kweli. Ng'ombe hapa leo hatuna idadi, ng'ombe ni nyingi sana kama kawaida yetu. Hapa unakula unakula, unanyamaza, unakula, unakula, unakula, unakula, unakula. Mwingine anaondoka anakuja, anakula anazikuta. Karibu sana Arusha, Arusha hatupoi wala hatuboi, karibu sana.